Huyo ah, mtoto, naona kama anakuja, anao mtoto huyu, anaonekana wa kizungu huyu, broila broila fulani ah. Mzee baba, mzee baba, hey, <laughs> kama kama miche, mambo mengine, uko busy na simu mali, nimekutafuta ujue, hujue. ah, mwanangu, kaka hapa na mtoto hmm? nachati naye hapa, acha bwana yeah. Wajuzi hao.

Nikamfuata, nikamwambia, mambo mrembo. Sema eh. Poa eh. mm. Akasmile kwanza, nikamwomba namba akakupa? Au ndo unaongea naye hapa, ndo na chat naye hapa, nimuone basi kaka kidogo. Ao mtoto alio smile. Sasa mtoto uh. Ana dimpo kama epo bana. Oya, malaika au mtoto Sio poa brada, we mwone mwenyewe. Wai mm. Hapa kazi so, mm. Tena cha Mjerumani a mtoto uwe mm. mamba, nikashukwa na munkari kwanza bana, na mtoto ni waiti nzuri. Mm. Sema jeupe mwanangu nyeupe. Je, sasa <laughs> hapa ndo nachati naye bana, mimi naelewa mwanangu

Eh, nimemwelewa, ah, mwanangu. Huyo shemeji yetu, shemeji mtu amekaa mkao sana. Yaani kama yule asogee. Sasa, bana, kama ulivyofuatilia maongezi haya na rafiki yangu, mzo kuboronga lugha eh, mzo wa kuongea kiswahili sambe jambe, kiswahili cha hovyo hovyo, kiswahili shelabela na kiswahili mufti sasa jamaa ameniambia pale, mkutana na mtoto ah, ametupia eh, mara akaja kuniambia kwamba huyo, eh, mtoto au huyo mdada alikuwa mweupe mzuri eh, akasmile, ah, eh, anasema mara akapatwa na munkari. Sasa nataka nikupe maana ah, kidogo ya hayo maneno katika lugha ya Kiswahili sanifu. Tutaanza na ah, kutupia. Kutupia ni neno ambalo limetoka katika lugha ya Kiswahili sanifu ambapo katika Kiswahili tunasema mtupio, Yaani, mtupio ni aina ya uvaaji au namna ambavyo watu wanajitanda kanga au mtandio begani, basi na kufuata taratibu na sheria za uvaaji wa mtandio. Tunafahamu mama zetu wa pwani, kasiopata nafasi ya kuishi pwani, namna ambavyo wanajitanda uh, mitandio au hiyo kanga, huo ni mtupio. Sasa na namna nyingine hapo ameongelea kuhusiana na neno uh, mtoto aka smile, smile. Smile ni tabasamu uh, lakini kwa Kiswahili sanifu pia unaweza ukasema ramisi. Ramisi maana yake pia ni kitabasamu. Kwa angeweza kusema kwamba ah, yule mtoto akaramisi eh, namna gani hivyo, unakuwa unaleta maana nzuri sana lakini pia hapo, uh, rafiki yangu yule mzoe kuboronga lugha akasema tena mtoto mweupe mzuri mwenyewe anafikiria jitoto fulani jeupe zuri. Sasa uh, katika kiswahili kuna neno tunatumia baidhati, yani baidhati ni mwanamke mweupe mzuri. Neno lingine pia jamaa yangu alioboronga alisema alipatwa na munkari. Wengi tunachanganya sana, hivi neno nataka ufahamu vizuri, munkari aa, kwa kiswahili sasa fasaha kabisa, maana ya kwanza ni jambo baya lililokatazwa, au vitendo viovu ambavyo vimekatazwa, jambo lilopigwa marufuku, hilo linaitwa munkari. Lakini maana nyingine, Munkari ni yule uh, malaika anayetumika kuhoji maiti kule kaburini, na naamini ndugu zangu uh, wa katika imani mnafahamu hilo. E, ma, malaika anayewahoji watu kaburini kule siku mwisho anaitwa Munkari. Nadhani tumefahamiana. Karibu subscribe, like na comment.